Biblia inasema katika Mithali ishirini na mbili, mstari wa sita, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Unajua swala la malezi ni swala la muda mrefu. Anaposema mlee katika njia ipasayo, iko njia ambazo zikifanyika kwa ubora, maana yake unapata mtoto anapata malezi yaliyo bora. Sasa iko hivi. Uh, nafasi ya kulea na kufundisha ni ya mzazi. Nafasi ya Mungu ni kushikilia kile ambacho wewe umeachilia na umemfundisha mtoto wako. Kama hakuna chochote ambacho umewekeza ndani ya mtoto wako, fahamu kwamba hakuna chochote ambacho kitakuwa kinashikiliwa na Mungu au katika ulimwengu wa roho. Ngoja ni kuambie mzazi, mlezi pamoja na kanisa. Uh, mzazi akifanya ya nafasi yake vizuri maana yake anamruhusu Mungu kufanya nafasi yake vizuri pia. Unajua, swala la malezi, Biblia inasema um, ukimlea katika njia ipasayo, Mungu anatuhakikishia kwamba hata atakapokuwa mzee hata isahau. Maana yake kazi ya Mungu ni kushikilia. Sasa ukisoma kitabu cha Yoshua moja moja, Biblia inasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa, haya ondoka na watu hawa, mkaende mpaka nchi ni wapayo wana wa Israeli. Unaona, uh, Musa alikuwa na wakati mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba anawekeza imani ya Mungu wa kweli kwa wana wa Israeli hasa kwa watoto wa Kiisraeli, na alifanya vizuri sana. Tunapokuja kumwona Yoshua, ni matokeo ya mzazi aliyekuwa anaitwa Musa na hiyo jamii yake walivyofanya sana kwa ajili ya watoto wao. Lakini unaona, baada ya Musa kufanya kazi hiyo nzuri, anapokufa Musa kwa kuwa kuna mtu ambaye tayari wame, uh, amewekezewa na Mungu ameshaandaliwa, amesha kwa ajili ya kutumiwa na Mungu. Yoshua anakuwa mtu ambaye yuko tayari. Biblia inasema alipokufa tu, uh, mtumishi wa Mungu Musa alipokufa tu, Mungu akuhangaika kutafuta nani atasimama, alienda moja kwa moja kwa Yoshua na akamsimamisha Yoshua kuwa kiongozi sasa ukitoka kitabu cha waamuzi wao tunaingia uh, kitabu cha Yoshua, unaingia kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi kinasema ikawa baada ya kufa kwake kwa Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana wakisema ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanani ili kupigana nao? Maana yake uh, Yoshua sasa anakufa na kwa kuwa vizazi vya kina Yoshua hawakuwekeza kwa watoto kinainuka. Uh, watu wanajiuliza nani atasimama badala yetu. Unajua, mwanzoni Musa alipokufa, Mungu alimchukua Yoshua moja kwa moja, lakini sasa anapokufa Yoshua uh, unaona Israeli inapata shida, nani ataongoza? Kumbe sio Israeli tu, hata Mungu mwenyewe anatafuta nani nitaenda kwake moja kwa moja akasimame na kuongoza taifa. Sasa maana yake usipoweka chochote kwa mtoto wako, tusipowekeza kwa watoto wetu, hakuna kitakachokuwa kinaendelea katika maisha yao. Watakuwa watakuwa bila na kuwa na kitu chochote katika fahamu au akili zao. Na ndio maana Waamuzi 2:10 inakwambia kikainuka kizazi ambacho akikumjua Bwana baada ya kufa kwa kina Yoshua. Maana yake kikainuka kizazi ambacho hawana habari kabisa juu ya Bwana, hawana habari juu ya Mungu wa Israeli kwa sababu wazazi walikaa kimya. Nikwambie mzazi na mlezi, unapokaa kimya kwa ajili ya mtoto wako fahamu kwamba unatengeneza kizazi ambacho kitakuwa tofauti sana na wewe. Usipokuwa na wakati wa kuwekeza ndani ya mtoto wako, maana yake unatengeneza mtu au unatengeneza kizazi ambacho hakitakuwa na habari juu ya wewe, juu ya Mungu wako, juu ya mambo yako yote. Ni muhimu sana mzazi, kanisa na jamii, kuyumla, kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunawekeza mambo mazuri ndani ya watoto wetu ili baada ya sisi wawepo watu wenye nguvu, wenye hofu ya Mungu na watakaosimamisha shauri la Bwana na wenye kusimama katika jamii zetu na taifa letu. Mungu akubariki.